Tangina, tuna, wanachama, A, tuna wanachama takriban kama laki tatu na sitini hivi mm. e, laki tatu kama na, kama na mia sita au mm. ni wanachama lakini kwa nchi nzima watu wenye ulemavu mm. ni zaidi ya ni zaidi ya laki tisa. Simu ni, ni zaidi ya laki tisa. Lakini wale wanachama tunafikiria kama tutakuwa kama laki tatu na kama na mia sita lakit. mm -hmm. lakini kwa nini umesema uchaguzi umekuwa kitendawili mwenyekiti? E, uchaguzi umekuwa kitendawili kwa sababu uchaguzi unahitaji fedha, sasa na sisi fedha hatuna. mm -hmm. E, hiyo ndio kitendawili. mm -hmm. Lakini kama inapatikana fedha, yani kama nilivyosema uchaguzi unafanyika, hey, tuko tayari kwa ajili ya uchaguzi. Inachokwamisha, mm -hmm. ni fedha Hey, na fedha inakuwa ni kitendawili. Sasa uko wilayani na mkoani wanafanyaje? Asante sana. Wilayani na mkoani nao pia wanapambana wana, wana wenyewe, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu zetu kule kwenye kwenye mkoa na kwenye wilaya, maafisa wa ustawi wa wilaya na maafisa wa ustawi wa mikoa ndio walezi, walezi wa vyama vyetu katika maeneo yao, kwa wale viongozi katika maeneo yae ya wilaya na mkoa, maanake sasa wanashirikiana na maafisa ustawi Nzuri, baada, nebelewa. Bahati nzuri kwa taarifa nimeipata, kuna baadhi ya maeneo wamepata bahati, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakurugenzi wamechangia, wametoa fedha kuweza kule uchaguzi, mm -hmm, lakini maeneo mengine kidogo, ndio maana mpaka sasa hivi mm -hmm. No, kwa sababu uwezeshaji umekuwa kidogo sio mzuri. Kwa hiyo kwenye wilaya, kwenye mikoa kweli wanajitahidi, lakini kiwe kujitahidi kwao ni vile vile kuomba kwa hawa wa viongozi ili waweze kuwasaidia. Kwa hiyo huyu sehemu nyingine mtu amekuwa mzuri. Sehemu nyingine mtu amekuwa mbaya. Zile sehemu ambazo mtu amekuwa mzuri wamekamilisha na waendelea kukamilisha. Sipendelea. Zile sehemu ambazo hawakufanya shirikiano ndio wanamenyana wenyewe kutangishana wenyewe viongozi na wanachama ili uchaguzi ufanyike. Unaona? Sasa chaguzi za ulaya na chaguzi za mikoa ni tofauti na uchaguzi wa makao makuu. Uchaguzi wa makao makuu kwanza wajumbe wake ni wengi, halafu wajumbe wake sasa ni viongozi wa mikoa. Sawa, kwa sababu katiba yetu inatuelekeza kwamba wajumbe wa mkutano mkuu kwenye ngazi ya taifa, hmm, ni wenye viti wa wilaya nchi nzima, okay. Sawa, hmm, na wenye viti wa mikoa na makatibu wa mikoa. Kwa hiyo hawa wajumbe ni zaidi ya mia moja na hamsini, hmm, e, wakutanishe sehemu moja. Sasa kuwakutanisha wajumbe watoke Dodoma, Tabora, Shinyanga, mikoa yote 26 kuwaweka sehemu moja, walipie nauli za kwenda na kurudi, eh uwa, uwawezeshe katika eneo utakofanyika mkutano, kwa kweli sio jambo dogo, ni jambo lenye kuhitaji fedha na sio fedha kidogo, lakini kwa jumla ni mkoa kidogo, tunaga labda milioni 2, milioni 3. Viongozi wanatoa tu hizo hela, si mwenyewe, lakini kwetu sisi ni zaidi ya milioni 70. Sasa hapa ndio changamoto. Naangalia namna gani ya kuwezesha huo uchaguzi ya nini wito wako kwa wadau na serikali kwa ujumla? Aa, kwa kweli wito wangu mimi kwa wadau wapenda maendeleo wanatutakia mema sisi watu wenye ulemavu, kwa kweli ni kuangalia kwa namna moja au nyingine, namna gani ya kutuwezesha kufanikisha mkutano wetu mkuu wa uchaguzi. Na sisi hiyo mwazi, unajua, siku zote pesa inakuwa ni ngumu kuitafuta, lakini inakuwa ni nyepesi kuitumia na sisi huyo mfadhili huyo mwisani, hata kama serikali yenyewe hatutaki watupe fedha. Bajeti yetu ni kama milioni mia e, lakini zilipatikana milioni, kwa kujibana, milioni sitini sabini uchaguzi unafanyika. Hizo fedha tusipewe sisi viongozi sawa, yule kama ni serikali, kama ni wafadhili, kama ni wadau maendeleo, hizo hela wakainazo wao wenyewe sawa, sisi tuwape tu ile listi ya wajumbe halali wa mkutano mkuu sawa e, sawa, na tumezoea mkutano wetu mkuu miaka yote tunafanyia Dodoma e. Kwa hiyo huyo wanda, fadhili ambayo iko tayari mm -hmm. akaenda fedha zake sawa, isipokuwa tu awe tayari kuwapokea wajumbe mm -hmm. halali wa mkutano mkuu sawa, basi awawezeshe uchaguzi ufanyike, upatikane viongozi waje waongoze chama mm -hmm. Eh, wasifikirie kwamba hizo fedha tunaziomba watupe sisi kwenye mm hapana -hmm hizo wela, tunaomba wakae nazo wao wenyewe. Sisi kikubwa tu ni kuwezesha kufanyike huo mkutano mkuu wa uchaguzi. Sasa kukiwepo na mdau, anakupataje mwenyekiti eh? kukiwepo na mdau sawa, mimi na namba mbili za simu sawa, namba mbili za simu ambayo kwenye whatsapp ni sifuri saba tano nne tano tano tano sifuri tatu moja 0754 5555 031 na 0658 5555 031 0658 5555 031, lakini pia nina email ya kwangu mimi ambayo ni h herufi ndogo h komboza at gmail.com. H komboza at gmail.com lakini pia tuna email ya makao makuu ambayo ni chawata makao makuu@gmail.com, chawata makao makuu@gmail.com. Kwa hiyo mawasiliano hayo yakifanyika, mimi nadhani hao wadau watanipata sisi kwa ujumla, kwa sababu ndio kama ndio mwenyekiti na mwakilishi wa wenzangu eh, basi Tunapokea na tunaomba wasisite kwa kweli, waje ofisini, tukae tuzungumze kuhusu uchaguzi. Unajua, uchaguzi ni swala moja jeti sana, mm. E, unapofika wakati wa uchaguzi, kiongozi unapokuwa unasuasua kwa uchaguzi, watu wanaweza kufikiria kama labda wewe hutaki kuondoka madarakani e. Sasa endelee kaleta kidogo mtafaru kidogo kwenye wanachama na viongozi, lakini kwa kweli kamati yangu mimi nayo iongoza, tuko tayari kufanya uchaguzi wakati wowote, ni mradi tu tupate mfadhili ambaye atafadhili huko.